Msanii nchini Marekani ambaye anajulikana kwa jina la Asap Rocky ni msanii ambaye amepata umashuhuri baada ya kuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Rihanna na kufanikiwa kupata watoto wawili. Msanii huyo kwa sasa yupo matatani baada ya kufunguliwa kesi mahakamani na aliyekuwa rafiki yake kwa kumtuhumu kumfyatulia risasi nne mkononi na kumsababishia majeraha. Tukio hilo limepelekea mahakama kumhukumu msanii huyo adhabu ya kifungo cha miaka 24 iwapo kesi itamalizika na kuonekana ya kwamba msanii huyo amekutwa na hatia. Kile ambacho kinatajwa katika mitandao ya kijamii kuwa ni sababu ambayo ilipelekea wasanii hao wawili ambao walikuwa ni marafiki hapo awali tangu kuundwa kwa kundi hilo mnamo mwaka elfu mbili na kumi, kundi ambalo linajulikana kwa jina la ASAP Mob, ni kundi ambalo lilikuwa likiwajumuisha wasanii tofauti ambao walichukua jukumu la kuweza kujiunga na kuanzisha kundi hilo, walikwenda hivyo lakini, hawakuweza kutoka kutokana na sababu tofauti, katika eneo ambalo linajulikana kwa jina la Harlem, kitongoji ambacho kinapatikana mjini New York. Walikwenda hivyo hadi kufikia mwaka 2020 wakati ambapo ASAP Rocky aliweza kumshawishi Rihanna hadi kuwa mpenzi wake na kufikia hadi kupata watoto wawili Asaproki, kutokana na umashuhuri ambao waliokuwa nao katika sanaa, aidha katika muziki huu wa hip hop na katika mavazi, aidha mitindo na umashuhuri ambao waliokuwa nao mpenzi wake Rihana, ulipelekea wapenzi hawa wawili kuweza kutoboa kwa kiasi kikubwa na kuwa mabilionea miongoni mwa wasanii ambao wanatokea katika jamii ya wamarekani weusi nchini humo. Jambo hilo inatajwa kwamba lilipelekea chuki na wivu kutoka kwa wale ambao walikuwa ni rafiki wa Asap, ambao wamemwona Asap kwa muda mrefu walikuwa wakistrago pamoja, lakini kwa muda mchache tu ambao amejipata katika uhusiano wa kimapenzi na Rihanna kuweza kutoboa na kubadilisha kabisa standadi zake za maisha walipatwa na wivu huku wale ambao waliokuwa ni rafiki wa Asap wakijipata katika hali ambazo zilikuwa si za kuridhisha, hali ambayo inatajwa kwamba huyo ambaye amemfungulia kesi ya Asap Rocky ya kwamba alimfyatulia risasi nne mkononi, inatajwa kwamba jambo ambalo lilipelekea tukio hilo ni rafiki yake huyo Asap Rocky kumtaka Asap Rocky aweze kumpa msaada aidha kumtoa pia, kutokana na yeye kwamba amekwisha toka, basi aweze pia kuwatoa wale ambao walikuwa ni washikaji wake. Na Asap Rocky anadaiwa ya kwamba weza kutoa jibu ambalo rafiki yake huyo Asap Relli alikuwa akitegemea kwamba atamwahidi kumsaidia, jambo ambalo lilipelekea mvutano na ugomvi na kupelekea hadi Asap Rocky kutoa bastola na kumfyatulia risasi mkononi rafiki yake huyo, kulingana na kile ambacho kinatajwa katika mitandao ya kijamii na watu wa karibu wa wasanii hawa wawili. Ni kitendo ambacho kinatajwa kwamba wasanii pindi ambapo wanapotoka, basi mara nyingi huwa wakisahau ni watu gani ambao waliokuwa wakishirikiana nao ili kuweza pia kufanya juhudi na jitihada ili kuwapelekea wale wenzi wao kuweza pia kutoka katika kile ambacho walikuwa wakishirikiana. Na kile ambacho kinatajwa katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba ukiangalia nyendo za wasanii wa hip hop, ni wasanii ambao nyendo zao zimepinda na kuna uwezekano ya kwamba ASAP Rocky tayari alikwisha wasaidia aidha kuwapa shavu wasanii wenzake ambao waliounda kundi hilo la ASAP Mob, kuwasaidia ili waweze kutoka, na labda kile ambacho aliwapa kama msaada waliweza kukitumia kwa kujirusha kwenda labda kujirusha Las Vegas na maeneo mengine ya starehe, na baadaye kujipata katika hali ambayo si ya kuridhisha. Taarifa nyingine inafahamisha kwamba Asapreli ambaye huyu ambaye aliofyatuliwa risasi, kama ni kweli tukio hilo hadi kufikishana mahakamani, yeye inatajwa kwamba tayari hana makazi na kwa sasa ni homeless, jambo ambalo rafiki yake huyu Asaproki analaumiwa ya kwamba hakuweza kumsaidia rafiki yake ili aweze kuepuka hali hiyo ya homeless. Na taarifa hii imezungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii kwa kuwa Rihanna pia alionekana katika mahakama wakati ambapo kulikuwa kukisikilizwa shtaka hilo ambalo linamkabili mpenzi wake A$AP Rocky. Na tukio lingine ambalo linaendana na kesi hii ya A$AP Rocky ni Kanye West kusafiri kutoka Japan, ambapo alikuwa akiishi huko kwa muda wa muda usiopungua miezi minne kuondoka Japan na kurejea Marekani na moja kwa moja alipofika katika uwanja wa ndege wa LA, alijielekeza nyumbani kwa rafiki yake huyo Asap Rocky, ili kumpa pole na kumwambia kwamba asiwe na wasiwasi na kesi ambayo inaendelea tayari itapatiwa ufumbuzi. Inatajwa kuwa ni tuhuma tu ambazo zinamkabili msanii huyu, tuhuma ambazo zinalenga umashuhuri wake na kutaka kumwangusha na kuweza kutoboa kufikia katika levo ambazo ni levo za juu na kuwa na ushawishi mkubwa katika tasnia hii ya muziki, katika tasnia ya muziki, huku ikitajwa kwamba watu mashuhuri na wenye kipato cha juu kutoka jamii ya watu weusi katika tasnia ya muziki wataendelea kulengwa ili kuweza kuangushwa. Ni mitazamo tofauti ambayo hutolewa wakati ambapo kikitokea matukio tofauti ambayo yanawahusu watu mashuhuri nchini Marekani. Wakili mtetezi wa Asap Rocky amesema ya kwamba rafiki wa Asap Rocky kuchukua jukumu la kumfikisha mahakamani aliyekuwa ya rafiki yake hana malengo mengine, ni kutaka apewe pesa ili aweze kujikimu katika mahitaji yake ya kila siku. Utafahamu ya kwamba tukio hili limetokea mwaka elfu mbili ishirini na moja Hollywood ambapo wasanii hawa walikuwa wapo pamoja. Utafahamu ya kwamba tukio hili limetokea mwaka 2021 Hollywood, wakati ambapo wasanii hawa walikuwa wamekutana na kuenjoy pamoja. Ni jamii, sanaa na utamaduni, unasemaje kuhusu kesi hii ambayo inamkabili Asap Rocky mpenzi wa Rihanna, na huenda iwapo atakutwa na hatia basi atatupwa gerezani kwa muda wa miaka 24? Tuachie mtazamo wako.